Ambapo leo Shirika la Masoko Kariakoo litafungua rasmi dirisha la mnada kwa ajili ya wafanyabiashara kuomba kukodisha maduka ya wafanyabiashara kwa eh, maana maduka ya biashara katika soko kuu la Kariakoo. Sasa eh, wafanyabiashara wanaenda kupata fursa hiyo hii leo eh, kupata nafasi ya kupata maduka eh, kwenye soko hilo maarufu Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla huku tukifahamu kwamba limekuwa ni soko lenye tija uh, kwa kiasi kikubwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa twazungumza hapa na CPA Ashraf Abdul Karim ambaye ni meneja mkuu wa shirika la masoko ya kariakoo. Karibu sana, asante sana. Ndio tumefurahi kuwa na wewe kwa sababu ni siku ambayo pengine wafanyabiashara uh, wengi wameisubiri kwa hamu sana ni kweli. Uh, bila shaka uh, kila kitu kimekamilika pale na kimekamilika kwa asilimia ngapi ama kwa ukubwa upi? Asante sana uh -huh. Uh, sisi kama shirika la masoko ya Kariakoo tunasema kila kitu kimekamilika kwa sasa, soko limekamilika kwa asilimia zaidi ya tisini na tisa uh -huh. Ndio maana mpaka leo tunahitimisha leo, ndo tunaanza mnada wetu kwa ajili ya kuwapatia maeneo au maduka wale wafanyabiashara wengine uh -huh. Hii imekuja ni baada ya kuwa wale wafanyabiashara walikuwa wameunguliwa na soko uh -huh. Wamerejeshwa katika maeneo yao lakini kwa kuwa mheshimiwa rais nishukuru pia mheshimiwa rais kwa kuliona hili. Mm -hmm. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Soko la kwanza lilikuwa soko kuu ambalo lilikuwa na nidogo, lakini kulikuwa na soko la pembeni yake ambalo tunasema Shimoni. Mm -hmm. Lile bilioni ishirini na tisa alizozoa mheshimiwa rais zimefanya soko kuanzia kuanza gorofa ya kwanza mpaka gorofa ya sita, hiyo mm -hmm. ilimaanisha sasa kufanya eneo la soko kuwa na vyumba zaidi ya vile vilivyokuwepo pale awali na hii imefanya baada ya kuwarejesha wafanyabiashara wa kwanza walikuwa wameunguliwa, kutengeneza nafasi nyingine ambazo ndo leo Shirika la Masoko ya Kariakoo tumezitangaza kwenye mnada ambao umeanza leo mm. saa moja kamili na utaendelea mpaka tarehe kumi na moja ndani ya siku tano. Utaendeshwa kwa namna gani? Asante mm. <tuhi> uh, sana. Mnada wetu unaendeshwa kupitia mfumo wa Tausi, ni mfumo electronic ambao uko chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya TAMISEMI. unaendeshwa kwa namna gani? Kabla ya kuingia kwenye mnada, tulikuwa tukitoa taarifa kwa vyombo vya habari na kuwahamasisha na kuwaelewesha wananchi na wafanyabiashara wa Kariakoo. Kabla ya kuingia, unabidi ujisajili kwenye mfumo wa Tausi, ambapo inakuhitaji uwe na tini namba uwe na nida namba yako na namba yako ya simu. Ukishaingia, watakuwa nakuuliza maswali kwenye mfumo yanayohusu wewe kujisajili, ambapo ni namba ya simu, ulizaliwa wapi. Ukishakamilisha, unakuwa na account sasa tokea tarehe ishirini na tisa <coughs> tulikuwa tumeweka yale maeneo kwenye mfumo watu wanaona tu tarehe ishirini na tisa mwezi upi? mwezi wa tano. Mm -hmm. Kwa hiyo ilikuwa ni katika ku, kufuata masharti ya mnada, kabla ya kutangaza mnada tarehe ya leo inabidi huo umetoa siku kama saba, watu waweze kupata taarifa na waweze kuona, ambalo tulilifanya. Kwa hiyo watu walikuwa wanaona maeneo, lakini kuanzia leo saa moja kamili asubuhi watu ndo wameanza sasa kuexecute huo mnada, kwamba unaona eneo kuna bei unaweza kupiki eneo na eneo linakuwa lina kuna bei ya chini na bei ya juu mm. kama eneo la duka labda ni laki tatu mm. bei yake ya juu inaweza ikawa laki nne mpaka laki tano. Inaonyesha kwamba wafanyabiashara au wanaotaka maeneo kila mmoja aweze kushindana kuanzia laki tatu mpaka laki tatu na elfu kumi, laki tatu na elfu ishirini, mpaka ifikie ile eneo ya mnada bei ya juu awali. mm. CPA, umesema kwamba uh, walianza kujisajili na shughuli hii ilianzia kwa uh, njia ya mtandao E, itamalizikia huko huko mtandaoni kwa maana watachagua maduka huko kwa mitandaoni ama utaratibu unakuwaje? Aa, ni kweli ilianzia kwenye mtandao na itaishia kwenye mtandao, kwa sababu ule ni mnada mtandao. Wenyewe ukichukua duka ukilipata lese umeanza na elfu kumi, umeongeza ukifikira hatua ya mwisho ambayo shirika limeseti kwamba hapa ndo mwisho bei ya juu hmm, utakuwa umepata duka na utataarifiwa kwenye email na kwenye meseji zako kwamba tayari wewe hilo duka limekuwa pale hapana. Wafanyabiashara wako kokote walipo, wako nyumbani, wako mkoani, anaweza akapata mfumo na akapata duka lake alipo. Na duka ukishalipata mm -hmm, inatoweka kwenye mfumo, maanake sasa lishakuwa allocated kwa mtu mwingine. Wakati mwingine katika minada hii inayofanyika mitandaoni kunakuwa na ni, uh, kuna kuna changamoto ya, ya mitandao. Mmehakikishia uh, vipi uh, kutokea kuto kwa hili ili kuwezesha fursa zaidi kwa wengi? Asante ah, sana. Kama Shirika la Masoko ya Koo tumejipanga kuhakikisha kwamba kutokuwa na changamoto ya mitandao ambao ni siku ya leo na toka umeanza saa moja kamili mpaka tunavyozungumza sasa, tujapata changamoto yoyote kama kuna shida ya mtandao mm, lakini mfumo wa Tausi una uko chini ya ofisi ya rais TAMISEMI, wizara ya TAMISEMI wametupa ushirikiano mkubwa kuanzia mheshimiwa waziri Mchengerwa, lakini pia na kurugenzi ya, ya, ya teknolojia ya ICT mm. ya TAMISEMI. Kwa hiyo mpaka jana tulikuwa tunaendelea kuwasiliana nao kuhakikisha kwamba kila kitu kiende kama kilivyopangwa, na tunamshukuru Mwenyezi mm -hmm. Mungu mpaka leo tunavyozungumza watu wengine washaanza kupata maeneo yao kwa sababu ni njia ya mnada, na itaendelea mpaka siku ya tarehe kumi na moja mm -hmm. ikiisha hapa katikati, maanake maeneo yote ya yatakuwa yamechukuliwa mm -hmm. Lakini maeneo yako wazi na yako huru kwa kila mtu awali. Uh, umezungumza kwamba uh, mchakatoni wa, wa kushindana, kwa maana watashindana E, mpaka pale atakapofikia bei ambayo ndio bei elekezi ya duka husika. Ikitokea mtu zaidi ya mmoja, mfanyabiashara zaidi ya mmoja, wamefikia bei kwenye duka moja, mnafanya utaratibu gani kuhakikisha mnampata mmoja? Asante sana kwa sababu sasa huu ni mnada mhm mm, na naomba ni nikuchukue kuanzia kwenye mnada wa nje ya mfumo mpaka mnada wa sasa hivi. Mnada kwa mfano wa tutataka kununua kitabu kama kitabu ni elfu moja mpaka elfu tano yule anayefikia bei ya, ya mwisho elfu tano Hmm, ndiye anayepewa hmm. Kwa njia ya mnada ni rahisi sana kwa sababu ni mfumo hmm. Ukiweka labda kama nilikuwa ni elfu kumi mwingine akaweka elfu kumi na tano ile bei ambayo tumeiseti sisi, atakayefikia wa kwanza, mfumo unaipiki unampa ile eneo, kwa anakuwa imetoka. Kwa hiyo hakutotokea watu watu wote wakafikia kwa wakati mmoja hmm. Kwa sababu ni mfumo, inawezekana watu waka, waka, waka, waka, kwenye mchakato wakafikia kwa pamoja wote wakati mmoja e, ama kuna utaratibu ambapo mfumo unaamua Hapana, apana, mm -hmm. Mfumo je, jinsi ulivyosetiwa yeah. Kwamba kila mmoja anapiki eneo kwa hiyo hakutotokea kwamba uweze kulipiki yote kwa wakati mmoja, na atakayekuwa amewahi huyo huyo ndiyo atakuwa amechukua hilo eneo na akilichukua linatoweka kwenye mfumo mm. hakutotokea kwamba kwa, kwa wakati mmoja wote wameweza kugonga kwenye elfu tano kwa sababu tumesema kwenye mfumo tumeelekeza kuna ongezeko kwa ile increase kwamba ni elfu tano mm. na elfu kumi kama eneo ni la Mtu awezi kutoka kwenye laki moja akaenda moja kwenye, kwenye laki tano Aa, mm. kuna awamu, kwa hiyo kuna anaweka elfu tano, kuna anaweka elfu kumi, mnaenda kwa awamu ili kuwapa nafasi watu wote kushiriki. Kama kusingekuwa na hiyo, maanake mtu mmoja mm, angeweza kukaa alipo akaweka laki tano na akachukua eneo. Sasa ni, ni maeneo gani ama, uh, vizimba kwa, kiasi gani kwa sasa viko katika mnada, na hawa sasa ambao wako kwenye watakao wako kwenye mnada, sio wale ambao mlitoa orodha ambao wanarejea, sio? Yeah. Kwao ni nafasi gani ambazo zipo? Asante ah, sana, umeeleza vizuri vizimba. Naomba nitoe ufafanuzi vizimba, tuna tunapenda sana kuita Kariakoo, yote ni vizimba, lakini vizimba ni yale maeneo yenye meza za nyanya, matunda na vitu vingine mm, yale maeneo yalikuwa kwa wafanyabiashara walikuwa wameunguliwa na soko ambayo tayari yamerejeshwa kwao. Na tayari wengi, asilimia kubwa wameshapata mikataba yao na wamesurudishia, kama shirika tumeingiza kwenye mfumo wa tausi na control number zimetoka kwa ajili ya kulipia. Wenyewe wako tayari kusubiri soko lifunguliwe waweze kurejea kwenye maeneo yao. Hmm, maeneo yao. Maeneo ambayo yanatangaza ni yale ambayo ninasema, Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili alilijenga soko kwa ukubwa zaidi lilivyokuwa pale hawa na kuongeza nafasi za wa wafanyabiashara wengine. Kwa zile nafasi, baada ya kuwa tumwagawia waliokuwepo, zilizobaki sasa ndo tumezirudisha kwa umma kwamba watu waweze kupata nafasi. mm -hmm. Zilizopo ni zipi? Kuna maduka ya nguo, kuna maduka ya simu, lakini kuna mabenki, kuna mawakala huduma za kifedha, lakini kuna mabucha ya nyama na samaki, lakini kuna magodown kwa ajili ya kuhifadhia mizigo, lakini pia kuna sehemu. Hiyo ni za bure, hizo sehemu ni za watu maalumu. Tumeweka maeneo kwa ajili ya wamama wajawazito wanaotaka kunyonyesha watoto wao. Hizo tumezitenga kwamba kutoa huduma kwa watu ambao wanahitaji hizo huduma. mm -hmm. Sasa kwa zile orodha ambazo mlikuwa mmetoa awali, kuna wale ambao majina yao hawakuwaona na kulikuwa na sababu mbalimbali mbali. E, ilifikia wapi na nini ambacho kilifanyika? Asante. Uh, mchakato wa kuhakiki wafanyabiashara ulikuwa ni mrefu sana. Shirika la masoko ya koo tulianza sisi kuhakiki kama shirika ikatoka orodha ya kwanza. Baada ya hapo mkuu wa mkoa akaelekeza ufanyiko wa hakiki wa pili mm, ambao iliundwa kuanzia timu ya mkuu wa mkoa, vyombo vya usalama lakini na shirika la masoko Kariakoo. Ikaja na orodha ya pili ambayo ilikuwa na wafanyabiashara 1520. Mm. Hiyo orodha ilivyotoka wale ndio sisi sasa kutoka kwenye kamati tuliletewa kwamba hawa baada ya kamati kujiridhisha na vyombo vya usalama kujiridhisha kwamba hawa watu walikuwepo na wameunguliwa. Wale ndio tumedili nao kama shirika kwamba hao tuwapatie maeneo. Ni kweli kuna changamoto, kuna baadhi wanasema wao hawakupata, lakini baada ya kamati kutetea taarifa ilionekana mm. kuna baadhi ya wakuu wafanyabiashara wa pale Kariakoo walikuwa ni wasaidizi, au wengine walikuwa ni wapitaji, wanakuwa wanabeba mizigo. Kwa hiyo kwenye uhakiki na wenyewe wenye walitaka wapate maeneo. Kwa hiyo shirika ambayo tumelifanya kwanza, tumedili na wale ambao kweli walikuwa ni wafanyabiashara halali na kuhakikisha kwamba wote wanapata maeneo yao, ambalo tumelifanya kwa asilimia mia. Sasa hivi tunapokea malalamiko kama yapo ambayo watu wanasema sisi tulikuwepo kama wasaidizi lakini tulikosa. Kwa hiyo tunaendelea kupokea malalamiko yao kuchambua, kujiridhisha kama hawa walikuwa ni wasaidizi. Basi watafutie maeneo mengine ndani ya jiji la Dar es Salaam ili kuondoa changamoto hiyo. Kwa hiyo tukishakamilisha, tutamwomba mheshimiwa waziri mwenye dhamana kama kuna maeneo mengine hataweza kutuambia kwa mheshimiwa rais kwale wapatiwe eneo lingine kama wafanyabiashara wengine na machinga wengine ambao wanatafutiwa maeneo lakini wale ambao wanatakiwa kurudi kamati ambayo ndio iliwachambua, tumeridhika nao na tumewapa maeneo yao. Wafanyabiashara ambao, uh, kigezo cha kwanza nafikiri ni wafanyabiashara wapya. Wa zamani tayari wanaendelea na mchakato, mmewapa nafasi. Sasa kwa hawa wafanyabiashara wapya ambao wanaomba sasa kwa njia ya um, mtandao, uh, ni yupi ambaye hana kigezo? Kwa sababu tunafahamu kuna wafanyabiashara wa ndani na wafanyabiashara wa nje, yupi ambaye hana kigezo cha kuwa, cha kuomba na kupata nafasi ya uh, uh, kupata pengine duka? Wafanyabiashara wote wa Tanzania wana kigezo cha kuomba na kupata maeneo, kwa sababu kama nilivyoeleza, mfumo wa Tausi unajisajili kwa kutumia NIDA namba, TIN namba na namba ya simu. Kwa kama ni Mtanzania una NIDA namba, ukishajisajili una haki sawa ya kupata eneo la Kariakoo. Ukishapata eneo, utakuja, tutakupa Ma yale masharti ya mnada. Tumeyaweka kwenye mtandao, yatakuwa ni sehemu ya mkataba kwao. Ukishapata eneo, si tutakupatia mkataba wetu wa mwaka mmoja. Na masharti ya mkataba, ya, ya mnada yatakuwa pale kama sehemu ya mkataba mm. Kwa hiyo asiye raia wa Tanzania hana hiyo sifa, uh, kwa mfumo ambao tumeutengeneza mm -hmm. Na kwa watu wa Kariakoo mm. hatakuwa na sifa kwa sababu atakuwa hana NIDA namba. Mmejipangaje na udanganyifu ambapo pengine wafanyabiashara wa nje watawatumia wazawa kutumia taarifa zao ili kuweza kupata duka, kwa maana mtu anatokea pengine nje ya Tanzania, si raia akatumia taarifa zako ama zangu kuomba duka? uh, kama shirika tumejipanga kwamba kwanza lazima utumie namba yako ya NIDA. Kwa hiyo, kama mtanzania atakuwa amempa mtu mwingine NIDA yake, sisi baada ya kukatia mkataba, kwenye mkataba anakuja kusaini mhusika, tunakagua hivyo vyote. hmm. Bado ataenda yule, yule, ambaye ametumia NIDA yake. Ataenda yule, yule. Mm -hmm. Lakini pia wakati wa kufanya biashara tuna kitengo cha idara ambayo inajitegemea, sio kama ni kitengo, ni idara ya usalama mm -hmm, ambayo itakuwa inapita kukagua wanaendesha biashara ni watu gani, kwa sababu kwenye mkataba pia ku au duka lako kumpa mtu mwingine ni uvunjifu wa mkataba, tumeweka inaweza kuwa ni sehemu ki, ya ajira kwamba mtu ameajiriwa afanye biashara na mwenye duka pengine e, huyu ambaye ametoa taarifa zake akahesabika kama mwenye biashara, kwa sababu ndiye alisajiliwa, lakini yule halali, ambaye mwenye mali sasa, ambaye ametumia taarifa za udanganyifu, uh, ak -ak -ak -ak akawa na sababu ya kwamba yeye ni mwajiriwa kwenye lile duka, ni vizuri sana hmm, kama yeye, sisi kama shirika tutafanya ukaguzi kama inavyowezekana. Tunapita kwenye duka tunaangalia uliyesajili ni Ashraph Abdulkarim lakini biashara inaendeshwa ni huyo. Kwa kama kutatokea ugeni au wageni wengine wanaingia, tutatoa taarifa kwa vyombo vya usalama ambao sasa hiyo kutoka shirika la masoko kutashirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara ambao wao sasa ndio wanaweka sera na polisi na mipango kuhakikisha wafanyabiashara wanafanya kazi pale, ni halali lakini ni wazawa, na maeneo mengine taratibu za watu wa nje kufanya biashara, nadhani sasa hivi kuna kamati ya mheshimiwa Waziri Jafu kuhakikisha inapitia mpango mzima wa Kariakoo, watu gani watakuwa pale na ni sifa zipi za kufanya biashara? Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo mmejipanga kudhibiti udanganyifu? Tumejipanga na tunashirikiana na Wizara TAMISEMI lakini Wizara ya Viwanda na Biashara. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ulieleza kwamba mpaka uh, sasa uh, kwa asilimia tisini na tisa uh, ndio ambapo uh, kila kitu kimekamilika. Hii asilimia moja ambayo imebaki ni ipi? Asante uh, sana, asilimia moja iliyobaki kama ndugu wana habari nyie mkipita mnakuwa mnaona ni eneo la fence. Hmm. Eneo la Kariakoo na watu wengi sana. Lakini pale siku za nyuma watu walikuwa wanaweza kupanga bidhaa njiani mpaka kusogea eneo la soko. Kwa hiyo tulimwelekeza mkandarasi anayejenga aweke uzio hata wa sentimita tatu. Then akishamaliza kuweka uzio anasimamisha vyuma kwamba hata ukiwa nje ewe inaingia lakini wewe unaweza kuona ndani kinachoendelea. Kwa hiyo asilimia iliyobaki moja ni ya uzio na wale wataalamu wa wakandarasi wa jengo kuonyesha mifumo ya tahadhari, umeme, moto. Ile timu ya wafanyakazi wa Kariakoo ambayo inaongozwa na engineer Shemkanda ambaye yeye ndio meneja wa matengenezo na ufundi. mm -hmm. mm -hmm. kulikuwa pia na mpango wa kufunga kamera uh, kwa ajili aji, mm -hmm. ya ufuatiliaji. Vipi kuhusiana na hilo? Tayari kamera zimefungwa, zimefungwa kila eneo, kuanzia mwanzo unavyoingia sokoni kwenye pembeni mwa lifti lakini hata kwenye soko kwenye, lakini mm, pia kuna CCTV room ambayo inaziongoza sasa hizo kamera, ambayo itakuwa na wataalamu wetu wa usalama ambao wamepata mafunzo, na katika makabidhiano wanaendelea kupewa elimu kwamba kamera zote zinakuwa monitored kwenye chumba kimoja. Kama kuna tukio lolote ambalo sio la kiusalama, tayari mtu anaweza akatutaarifu na kwenda kuchukua hatua. mm -hmm. mm -hmm. Uh, mwondoe hofu Mtanzania ambaye anayetazama sasa hivi juu ya ushindani Uh, usawa wa ushindani kwenye uh, kuomba maduka hayo kwamba uh, pengine wapo watu ambao wana fedha zaidi mm -hmm. uh, wanaweza uh, kutumia nafasi hiyo kuhitaji mm -hmm. maduka zaidi lakini, wakatumia taarifa uh, mbalimbali ama taarifa yake mwenyewe binafsi, inaruhusiwa uh, kuomba maduka mangapi? Asante uh, sana, ni waondoe hofu wa Tanzania wote walipo mm -hmm. na wananchi wote na wafanyabiashara wa Kariakoo kwamba hakutakuwa na uwezo wa mfanyabiashara mmoja au mtu mmoja kuchukua maduka zaidi ya moja. Mm -hmm. Na ili tumelianza toka tukihakiki wafanyabiashara wa, wa... waliokuwepo mpaka sasa tunaenda kutoa maduka kwa wafanyabiashara wapya. Tunafanyaje? Mfumo ule wa tausi ndio unaotumika kuomba maduka. Mm -hmm. Mfumo wa tausi unajisajili kwa kutumia NIDA namba. NIDA namba kila Mtanzania nayo moja. Kwa hiyo ukienda kujisajili mara ya pili itakwambia tayari ulishajisajili. Kwa hiyo utaweza. Hmm. Lakini uliuliza, je, Mtanzania yupi ambaye anaweza kupata au kwamba sija katokea mmoja akaodhi ayo maduka. Duka moja kama linauzwa lese, bei ya kwanza ni laki tano. Eh. Sisi kama shirika tumeweka bei ya juu ambayo hiyo bei ya juu ime kwenye mnada utoiona. Okay. Lakini tumefanya kwamba mtu anayeanza kubidi akiongeza elfu kumi mpaka aje kufikia ile hiyo bei husika ya juu, mm -hmm akiifikia itakuwa mwisho, aina ukomo kwamba duka lo, moja laki tano mtu anaweza kalinunua kwa milioni kumi? Hapana mm. Sisi tumeweka bei ya soko kwamba eneo la Kariakoo square mita tatu ni laki nne mpaka laki sita, kwa hiyo haitozidi pale, kwa sababu huo mfumo si tumeiseti, kwa hata huyo ambaye anataka kununua kwa milioni kumi duka letu atalinua kwa laki sita ili kuwapa fursa watanzania wote waweze kununua, lakini yapo maduka mengine ya milioni moja mpaka milioni tano, pia yeye mwenye uwezo anaweza akaenda kule. Mm-hmm. Asante sana. Na kwa kukamilisha lini hasa, uh, matarajio ya kufungua rasmi sasa na shughuli kurejea? Uh, asante sana, matarajio ya kufungua ni wakati wowote kuanzia sasa. Sasa hivi shirika la Masoko Kariakoo kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila baada ya ukaguzi ambao tuliofanya kama wiki mbili zilizopita, sasa hivi ni maombi kwamba kumtaarifu Waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Mchengerwa kwa ajili ya kuona ukarabati wa mwisho sasa, yeye apite kukagua kwa mara ya mwisho na kuweza kumwomba mheshimiwa rais kama atakuwa ana nafasi kuja kufungua. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye taratibu za protokali kuhakikisha kwamba waziri mwenye dhamana anataarifiwa lakini pia anataarifu mamlaka husika kwa ajili ya kuja kuzindua soko. Mm -hmm. Asante sana CPA Ashraph Abdulkarim, Meneja mkuu wa shirika la masoko ya Kariakoo, tukizungumza zaidi kuhusiana na kile ambacho kinajiri kwa sasa, ikiwa ni mnada huo kwa wafanyabiashara wapya ambao wanapenda pia kupata nafasi ya kupata sehemu katika soko hili la Kariakoo tunakamilisha